Habari wapendwa, karibuni tena kwenye chaneli yangu. Leo nitaenda kuwaonyesha jinsi ya kuoka kuku kwenye oven. Kwenye chombo nitaweka mafuta, nitaweka tangawizi na kitunguu saumu, nitaweka limao, nitaweka loiko ya kuku. Nitaweka mchanganyiko wa Italian herbs, nitaweka pilipili kavu, nitaweka sukari ya brown, nitaweka na tandoori masala, kisha nitachanganya. Nitaweka mapaja ya kuku, nimeshayaosha yametakata, nimeyakatakata Nitaanza kuyapaka viungo, hakikisha unasugua vizuri, viungo vinaingia ndani, unapaka mpaka chini ya ngozi. Unavyosugua viungo, ndio kuku wako wanaingia viungo vizuri na wanakuwa na ladha nzuri. Hakikisha unasugua viungo kila sehemu ya kuku imeenea funika, waache kwa muda wa lisali moja au unaweza ukawaacha usiku mzima kwenye friji. Baada ya muda kupita, andaa chombo chako unachoenda kuokea, weka bata, iyeyushe, panga kuku wako vizuri. Hakikisha unawapanga vizuri pia Sio lazima kutumia sukari, unaweza ukaweka asali au kitu chochote chenye utamu, ni we mwenyewe haya. Ukimaliza kupanga, mwagia ule mchanganyiko wa viungo juu ya kuku. Oka kwenye oven nyuzi joto mia mbili, oven ambayo ulishaiwasha. Oka kwa muda wa dakika sitini, yani lisali moja. Hakikisha ikifika dakika thelathini zikipita, geuza upande wa pili. Hakikisha unageuza geuza, kuku wako waive vizuri. Wakiwa tayari, unawatoa mapaja yetu ya kuku ndio haya, yapo yapo tayari. Tenga mezani, watu wajilambe. Kama umefurahia video hii, tafadhali bonyeza like, acha comment na subscribe kwa mapishi zaidi. Tukutane kwenye video ijayo. Asante.